Malimbali wetu wa ishara hivi leo ni Bi Lucy Moora andamana na nasi hadi tamati. Siasa za urithi wa mwaka 2032 ziliibuka katika eneo bunge la mar mara kaunti ya Tharaka Nithi wakati wa hafla ya uwezeshaji jamii kiuchumi. Viongozi wa Kenya kwanza walihimiza naibu rais Kithure Kindiki kuwania kiti cha urais pindi muhula wa rais Ruto utakapokamilika. Kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wa, katika kumuunga mkono, alisema Kindiki ndiye mwaniaji anayefaa kuwania wadhifa huo. Kindiki ambaye alikuwa kiongozi Hmm, katika mpango huo wa uwezeshaji wakazi kiuchumi alikwepa swala hilo na badala yake akakosoa mrengo wa upinzani kwa kile alichokisema ni kueneza siasa za mgawanyiko. Abdiaziz Hashim ana taarifa kwa kina. Naibu Rais Kithure Kindiki walikita kambi katika eneo bunge la Maara huko Chogoria kaunti ya Tharaka Nithi kwa ajili ya hafla ya uwezeshaji kiuchumi kwa wakazi. Sinoma, sinoma. Ni noma si noma. Ni mbwekse si mbwekse. Ni two times si two times. Ni two times si two times. Wacha nione two times. Ni hapa ambapo suala la siasa za urithi ifikapo mwaka 2032 lilipoibuka. Ati four times. Ati four times. <laughs> Wakiongozwa na kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa, Kimani Ichung'wa, walielezea uwezekano wa serikali iliyopo kwa sasa kumpendekeza Kindiki kuwa mwaniaji wa urais ifikapo mwaka 2032. Tukianza na, na William Ruto Tutam 2027, tumalizie 2032. 2032 huyu muungwana wetu huyu mungwana Profesa Kithure Kindiki ndiye tunapeleka mpaka aigie State House pale mbele, baada ya tutam ya William Ruto na Kithure Kindiki. Kithure Kindiki tupandishe e tusipandishe? Ebu mwonyesheni, ebu waone inawezekana haiwezekani. Watu ya Tharaka Nithi, mutatupea rais wa sita wa Kenya? 2027 isi imeisha. Si ni William Ruto. Na 2032, yeah. 2032, yeah. Munaangalia fire kule. Munaangalia fire kule. Hata hivyo, Kindiki aliyekuwepo ya hayo yakiendelea alikwepa suala hilo na badala yake akaushtumu upinzani ambao mnamo Ijumaa ulidokeza kwamba kiongozi wa chama cha Waipa Kalonzo Musyoka huenda akawa ndiye mwaniaji wa kiti cha urais ifikapo uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba. Hata wale wanashindana na sisi wakuja wongee mambo yao, waseme mambo yao, waseme walifanya nini wakati kirauni ilikuwa kwa kichwa, waseme walitufanyia nini wapewe nafasi wajieleze waseme walileta dini. Kindiki aidha aliwashauri viongozi kutoka kaunti hiyo kusuluhisha tofauti zao ambazo zinaweza kuchangia kuligawanya eneo hilo. hata hiyo miaka yote tumengojea, hakuna mtu alikuwa anasema, nasema moja akamaliza, akaenda Kibaki akamaliza tamu zake, akaenda Uhuru akamaliza, akaenda saa ile tumefikiwa saa ile tumefikiwa na serikali ati watu ndio wanaanza kutuambia wantamu. Wakati huo huo, Kindiki alisema serikali ilitenga shilingi bilioni nane kujenga daraja la Nithi ambalo limesababisha vifo vya wasafiri kwa miaka mingi na shilingi bilioni moja nukta mbili kwa ajili ya usambazaji umeme. <mulia> Viongozi pia waliungana na wakazi wa eneo bunge la Narok Mashariki kwa ajili ya mchango wa makanisa 23. Abdiaziz Hashim, Dira ya Magwiji.